Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, leo tutazungumzia ibada muhimu sana katika Uislamu, na ibada hiyo ni kutia udhu. Ambao udhu ni ufunguo wa swala. Mtume Muhammad ni sallallahu alayhi wa sallam alitufundisha kutia udhu kwa adabu na unyenyekevu, na kila ibada huanza na nia. Nia ya udhu huwekwa moyoni, si lazima kusemwa kwa sauti, bali mtu ujipangie moyoni kuwa unatia udhu kwa ajili ya ibada ya Allah, kama swala au ibada nyingine. Nia ya udhu huwekwa moyoni, si lazima kusemwa kwa sauti, bali mtu ujipangie moyoni kuwa unatia udhu kwa ajili ya ibada ya Allah, kama swala au ibada nyingine. Baada ya kuweka nia utasoma bismillahi au utataja bismillahi rahmani rahim. Baada ya hapo, osha mikono yako hadi vifundo, kisha safisha kinywa kwa maji. Baada ya hapo, osha pua, kisha osha uso wako mara tatu. Pia osha mikono hadi kwenye viwiko, anza na mkono wa kulia. Baada ya hapo, pangusa kichwa chote mara moja na kisha Pangusa masikio na baada ya hapo, osha miguu hadi kwenye vifundo. Anza kwa mguu wa kulia. Hakikisha kila kiungo kimeoshwa mara tatu isipokuwa kichwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, anayetia udhu vizuri, dhambi zake huondoka mpaka chini ya kucha zake. Jamani, tutie udhu kwa utulivu, nia safi na kufuata sunna ili udhu wetu uwe kamili wenye baraka na thawabu. Hii ni nuru ya imani kutoka Oasis TV. Jina langu naitwa Suleiman Ilunga. Kama umeipenda like, share, comment ili wengine nao wanufaike. Wahadha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.